Mtu akaniambia kugisi, tunaanza hmm. sina vya ajabu hmm. me ndakuwa na kupokeza 15 dolari par mwa hmm. imaginevu ulitumikia 15 dolari tena mu nivou ya kupo yes nilitumikiaka 15 dolari tena mu nivou yes. <laughs> yeah. ya kupori hmm. osi kwenye niko nalala niko hmm. nalala mubotike ya manjanja hmm. En fait, banaza tout tchana linjanja na bana ba kukamata mu mi peke njo travailler hmm. Na mi peke njo zamu. Sasa ulifanya haya juu fikie kwenye huko sasa, ipale njoko ituko napenda yes. Uto inspirer mu histoire ya ko utonesha les 15 dollars mais ni litumikisha hivi na sasa niko hivi, ok, merci ah. Sasa avec les 15 dollars hmm. Nikasema niko kupori hmm. Sasa huko kupori nikikwana sema sema juu bosse anaendaka kunyumba mu 5 mois na namie apres 5 mwa, Si niende mm. sitapata kitu Il mm. ilfou ni kauke, ni niko napiga 12 mwa mm. sasa mi nafanya hesabu ya ile 15 12 dolari fois 12 inatombe sa 80 dolari bon mm. imaginevus uikale kumigulu ya ule bos panda deza troaza mm. utakwa na makuta ngapi, na ile makuta unazipata na nazoto naziweka, wala ukwa natumia kidogo Bon. ko si ma besoin o nyumba okay. Otezi watumia batumia naye na besoin akakiitukule kwenye huko na maisha ya ngufu ko ngufu ok ah. Okay, merci ndo eh, nikapiga sasa hesabu mm. Bosi akaniambia kukula itakuwa mm. yangu mm. manake kama ni nguo mm. mie ndakwa na kuzi mm. lakini mwisho wa mwezi utakuwa mm. napokea 15 dolari mm. bo imaginez-vous mboneko mutu mwenye unaweza patia meme kazi mm. ya kupokea san dolari mm. me mwaile trois a mm. ukimulomba cinq san dolari ah, nah. Mi nikakomprandre ke hii ni oportunite malgre ni makuta ya kidogo mm. Lakini acha niambie bose akwe naniwekeazo mm. Nikuwa natoka kupori mu duz mwa mm. Minashukana mina kunyumba sa katrevin dolari nah, nah. Minafanya 1 e mwa kunyumba narudia mm. tena so likuwa nafika kunyumba, kuwa naita barafiki naskse, nilifika twende nibapatie eh, jimo ya moya <laughs> frite, si atuonane. <laughs> mm. na kafrite siku mingi tuchangie furaha. Papa Rodrigue sita kufuchika mtu mwenye anajijua mm. na mwenye anapenda kuwe mutu hakuwake mm. na maisha ya luyenge voila, merci tuishasikia sa vale. Na sasa wale barafiki akwa na kuchukia balikuwa araik lakini